Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Fupi Media, karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni. Na wakati huu tuelekee huko Mosco nchini Urusi. Urusi na Iran kwa sasa ni kama vile mapacha. Urusi imetangaza kwamba mataifa ya Magharibi likiwemo taifa la Marekani yanapaswa kuacha kabisa kuitisha Irani kwa sababu ya silaha za nyuklia Urusi imesema kwamba kitendo cha mataifa ya Ulaya kama vile Ujerumani, Ufaransa, Uingereza na Marekani kurejesha ama kuongeza vikwazo dhidi ya Iran ni kinyume cha sheria. Akizungumza katika kikao cha bodi ya magavana ya wakala wa kimataifa wa nishati ya atomic, IAEA, mwakilishi mkuu wa Urusi katika mashirika ya kimataifa huko Vienna, Mikhail Ulyanov, amesema kwamba mchakato wa nchi za Ulaya na Marekani wa kurejesha vikwazo kwa Iran ni kinyume cha sheria na ukosefu wa uwajibikaji wa mataifa hayo. Itakumbukwa tangu rais wa Marekani Donald Trump alipoingia madarakani mnamo Januari ishirini mwaka huu, alionyesha waziwazi kabisa nia ya kutofurahishwa na siasa za Irani kufuatia mashambulizi yaliyofanywa Oktoba mosi na Iran katika ardhi ya Israel ambayo ni mshirika wa karibu na wakudumu wa Marekani. Hata hivyo, inadaiwa kuwa baada ya kumalizika kwa mazungumzo ya amani kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake wa Marekani Donald Trump kuhusu hatima ya vita vya Urusi na Ukraini, huenda bwana Putin atamshawishi Donald Trump kuondoa vikwazo vyake na hasira dhidi ya Iran. Mwezi uliopita maafisa kutoka Marekani na Urusi walikutana huko Riadhi nchini Saudi Arabia kujadili namna ya kurudisha ushirikiano baina yao ambapo kwa mujibu wa msaidizi wa sera za kigeni wa Urusi Bwana Yuri Ushakov amesema kwamba pia walijadili kuhusu hali inayoizunguka Iran kwa sasa. Tulijadili hali inayozunguka Iran ndiyo, na tulikubaliana kufanya mazungumzo ya tofauti kuhusu suala hilo, alisema Ushakovu siku ya Jumanne alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari. Viongozi wa Urusi wanaamini kwamba kama tu Urusi na Marekani zitakubaliana kurejesha ushirikiano wao wa kidiplomasia basi hii itasaidia kuondolewa kwa vikwazo katika nchi ya Iran. Urusi na Iran zimekubaliana kuanzisha ushirikiano wa kudumu lakini, kutokana na vikwazo vilivyowekwa na Marekani kwa Iran, vinaifanya taifa la Urusi kupata changamoto ya kuyumba kwa baadhi ya mambo, jambo linalodaiwa kuwa huenda ikawa ndiyo sababu ya bwana Putin kutaka kuondolewa kwa vikwazo nchini Iran. Mtazamaji wa Fupi Media, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu. Usisahau kusubscribe Like, share, na kucomment. Mimi jina langu ni Ramadhani Fupi.